Dada Suzana karibu sana. Asante. Mhm. Mm-hmm. Wewe umetusikia wapi? Umetokea wapi? Nimetokea Katavi. Katavi Mpanda. Eh? Eh eh, umetusikia wapi? Ah mimi ni kule nina ofisi, nina duka la nguo, na, na viatu. Okay. Mm-hmm. La kwako. <laughs> Au ulikuwa umeajiriwa? Ah, sijaajiriwa. Ni la kwako. La nyumbani tu. Duka la nyumbani, la mm-hmm. Nani? La familia. Eh, hey, la familia. Baba na mama. Mm-hmm. Okay. Nilikuwa ni na mteja wangu anakuja kunichangia vinguo, basi baazi k okay. Ningepata sehemu nyingine, natamani kubadilisha eneo, lakini angalau napata kihela kidogo kidogo. mm -hmm. Akaniambia mfatilie Joyce, Joyce Clear. mm -hmm. Nikaambia mi simfahamu bwana. mm -hmm. Akawa misema, kama uamini, yeye ana simu kubwa, maana mimi mm -hmm. simu kubwa iliharibika, afu nilikuwa sifatili tu mambo kama hayo. Okay kwa akaa mechukua simu yake akanionesha, ndo akanionyesha picha yako kua umekaa na mmoja kwa pembeni, kama, kama hivi hivi e, e. Mm -hmm. ndo huyu yuko vizuri. mm -hmm. Kwanza nikapata wasiwasi nikasema, yaani kufuatilia tu kama Season. Season ndo nini? Movie, movie. Mm -hmm. Mm -hmm. Unapenda kufuatilia. Mm -hmm. Walivyonionyesha unapenda mm. tam... kufuatilia tamthilia. hey. hey -hey. Lakini vipindi vya kukubadilisha maisha yako hauna habari, wasifuatilie ufuatilie ufuatilia mm -hmm. vya kukufurahisha, afu unabaki na umaskini wako. Haya, twende. mm. Basi ndo aka menionyesha mm. kama huyu dada anatoa kazi mm. yuko vizuri Mm-hmm. Basi mimi nikaichukua kama ilivyo mm-hmm. nikaenda kumwambia mama. Mm-hmm. Nilivyomwambia mama akawa amenielewa mm-hmm. ndio akawa ameniruhusu kuja huko. Huko bado ulikuwa nategemea wazazi. Si ndio ulikuwa nyumbani? Nilikuwa nyumbani. Na umri gani? Ni ishirini na tisa. Ishirini na tisa bado ulikuwa nyumbani au uliolewa ukarudi nyumbani? Niliolewa nikarudi nyumbani. Kwa nini? bado akili zake hazijakuwa hazijakuwa. mm. Okay, mlizaa watoto e? Naye mtoto mmoja iko hapa sasa, kabaki kwa bibi yake, bibi yake mzaa baba, mama mzaa mama? Aa, kwenu mm. Okay. Kwa kwenye ndoa ulikaa muda gani? mwaka mmoja, mwaka mmoja tu, ukaona akili zake hazijakomaa, bora mm. urudi kwenu ukaanze upya Hey. Hey, ndio hivyo wanawake, hiyo kiduka naendesha maisha tu, yalikuwa vizuri mm. mm. maisha yalikuwa vizuri. hey, nyumbani vizuri. Kwenu hey. Baada ya kutoka kwa huyo bwana ambaye akili zake hazijakoma mm. Okay. Hey. Kwa hiyo lakini sasa ukaona bado unataka kuendelea zaidi kukua. Hey, zaidi hey. kwa okay. hiyo malengo yako ni nini baada ya. Malengo yangu nilikuwa nimeplani endapo ni tunakuwa mm. napokea mshahara mm -hmm. na utunza mm -hmm. au kule nikipigiwa simu, maana kule nishakabidhiwa pigiwa Mm -hmm. simu labda kumechea ilatakopokea mm -hmm. huku taiposti kule. Okay, kwa hiyo nani dukani yupo? sasa kabaki mkubwa wangu mkubwa wako? e. Okay, kwenye familia yenu umezaliwa wangapi? tuko watano watano wote? mm -hmm. mko nyumbani? hamna mwingine yuko kuda mwingine yuko da mm. yuko Kimara nyumbani. kwa hiyo nani nani yupo katika wote mliozaliwa aliyebaki nyumbani? e wapo wamebaki wanafunzi wanaf wawili wanafunzi wawili ndio. mm. ambao wako kwenye biashara ah, kwenye biashara yupo mkubwa wangu huyo. ah, ah, okay, ambaye mm -hmm. ana alishaji yani ni wa kike wa kiume? Ni wa kike na yeye okay. mm. naye alishaolewa eh? naye alishaolewa. amerudi nyumbani au yuko yeye? Ye yupo kwake yupo kwake mm -hmm. lakini anakuwa dukani eh. Biashara inaenda vizuri, iko vizuri, e, vizuri. Mnamwamini ukimtumia hela zitapotea. Hamna shida. Kabisa, kabisa. Mm, tuko vizuri. Mama na baba wote wapo? Hamna baba ishatangulia. Baba ishatangulia. Ishabaki na mama, ndio amebaki lakini mama naye vipi, ana nguvu za kuendelea na biashara? e, ana nguvu naye na biashara zake tu. Okay. mm. Safi kabisa Suzana, karibu mwae. Asante. Jamani masomo kwenye su, kwa Suzana hapo wa dada wanawake, mimi ninachowasisitiza hakuna shida kuolewa, una shida kupata watoto, lakini hakikisha maisha yako uya, yaani uya uya, uitegemei mwanaume. Utakapotegemea nikiolewa ndio unafua maisha ulipo, sio kweli, umeelewa? <laughs> unafua maisha huko kwa mwanaume. Suzana akaa mwaka tu kaona mm, <laughs> mambo ya hindi uongo <laughs> kweli <laughs> ndio hivyo. Kwa hiyo, jamani tusiendelee na fikra za kitegemezi. Tumekuzwa hivyo, tumelelewa hivyo, ukipata mwanaume unaona ah, bora niende maisha yangu, atakuwa nini, nafuu. Sasa mimi kazi yangu kubwa hapa ninavyowaelekeza wanawake kwenda kujitegemea kiuchumi ni kwamba yani, sasa hivi tanguliza maisha yako, kwa sababu mwisho wa siku wewe ni msaidizi, wewe sio golikipa. Mimi nikienda kwenye Biblia ninasoma mwanamke ni msaidizi, sio tegemezi kwa mwanaume, sio mzigo kwa mwanaume. Kwa hiyo hizi mila na tamaduni zetu zilizotupelekea sisi ukipata mwanaume unaona kama hey, maisha nimeyapatia. Sio kweli, wengi wanateseka, wengi wanapata shida. Ukitaka kuishi vizuri kwenye ndoa, na wewe jijenge, tafuta cha kwako, hakikisha uko kwenye biashara. Kwa hiyo hata ukikuta mwenzako, sijui kama alivyosema, akili zake hazijakomaa, unaweza ukakomaza au <laughs> uliona hiyo? <laughs> ni project huwezi <laughs> kufanya kazi <laughs> yaku akomazwe kwanza huko na wazazi wake, ndio aje muendeleze mm, maisha pamoja. Hey. Hey, mambo yakuja tena, kwanza kulea mtoto hasa mm, wewe umezaa mtoto bado tena mumeo naye awe na akili za kitoto, mambo yataenda kweli? Haiwezi okay kuenda jamani. Kwa hiyo mimi nakupongeza kwa ujasiri wa kuamua kuanza upya. Sawa eh? Mungu akujalie upate mume ambaye sasa akili yake imekomaa ili muweze kushirikiana pamoja. Lakini kwa sasa hakikisha kwanza na wewe ume, umesimama. Sio unakimbilia kule tena unakimbia kazi unaacha, au biashara ya nyumbani inakufa, unasema tena nimepata bwana mwingine, naye utakuta akili yake siyo hiyo, itakuwa imekomaa kupitiliza. Ah, kuna wale <laughs> watakwambia sitaki ufanye biashara, sitaki kufanya hiki, sitaki kufanya hiki. Sasa hiyo ni ndoa gani tena? Kwa hiyo lazima wewe mwenyewe uhakikishe umesimama vizuri ili unapokuwa na mwenzako ni mwenzako ambaye wote mnakwenda mbele, sio wewe unabaki nyuma, si ndio, eh? Mm. Au unaona tena, huyu mbona kama mtoto na mtoto wa kuzaa bado, huyu tena anakuwa ana, ana kama mambo yake ya kitototo hapana. Mm. Kwa hiyo jamani, hiyo ndio message kubwa ambayo nimeiona hapo kwa dada Suzana, na ndio maana napenda hiki kipindi, kwa sababu kina story mbalimbali za watu tofauti tofauti, lakini zinafanana story ya dada Suzana ina maelfu ya wasichana Tanzania hii ambazo zinafanana. Kwa hiyo Ye yeah, ameamua kuanza upya. Wewe uko wapi? Uko stage gani? Unaogopa watu watasemaje? Unaogopa kuanza upya? Hapana, usipoteze muda. Fursa zipo zimejaa kama hizi. Toka nenda kapambane. Rekebisha maisha yako. Saa nyingine tunapita tunapotea njia ili tujifunze. Kwa hiyo wala usijilaumu. Mimi mwenyewe nishapotea potea, potea njia sana, kwa hiyo niligundua kumbe sehemu kupotea njia ndio sehemu ya kujifunza. Unasema wakati wa waku, kwenda ndio wakati wa nini? Hamjui eh, methali jamani, unapotea wakati wa unapotea njia wakati wa kufanyaje? okay, wa kwenda eh, kurudi utapotea tena. Hapana, kwa hiyo ndio hiyo. Asante sana Dada Susan kwa kushare. Asante. na sisi story yako karibu sana ya yeah, karibu Wadada Center.